Kwa shukuru kwa kuja kwa kututembelea katika shule ya msingi Kisiwani, kwa kweli imetusaidia vizuri katika zoezi zima la usafi wa mazingira na pia imewahamasisha wanafunzi wote katika kufanya usafi. Hivyo ningependa kuwaelimisha wanafunzi wote wanaotuangalia na wazazi na walezi, ili kuja kupata elimu hii iliyotolewa katika shule ya msingi Kisiwani. Nimeshukuru kwa kuwa kampuni yenu ya Oryx imekuja hapa shuleni kwetu kutujuza maarifa ambayo tunaweza kuyapata na tukaambia wengine wazazi au wenzetu au na jamii inayotuzunguka. Ninashukuru kuja hapa katika shule yetu ya msingi Kisiwani, wanafunzi wengi wamejifunza kwa matumizi ya gesi na, na kutunza ku, mazingira. Nashukuru sana kwa kuja kwenye sikukuu hii ya, ya usafi wa dunia, asanteni. Sisi kama Oryx, mazingira maana yake tunachukulia sana kwenye upande wa misitu na miti kwa kupitia bidhaa yetu hii yeah, ya gesi tuna washauri Watanzania wote wasiendelee kukata miti. Kumbuka sasa hivi kuna juhudi kubwa sana za serikali kwenye kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, moja ya dhumuni na moja ya lengo la serikali yetu pendwa ni kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanabaki salama. Sisi bado Watanzania tuna bahati kidogo, tumebakiwa na misitu lakini wenzetu hawana. Lakini kitu cha pili, kwa nini tumekuja hapa? Hawa ni watoto wadogo wanajifunza kila siku, tumefanyana usafi, tumewafundisha matumizi safi ya nishati safi na mafunzo, maanake wao wakawashauri wazazi wao, kwa sababu hawa ni wadogo, hawana uwezo kununua gesi, lakini watoto wanakaa na wazazi, watoto wanakaa na mama, watoto wanakaa na baba wanapokuwa nyumbani, wapeleke elimu kupitia kwao. Sisi tumeweza kuwafundisha, wapeleke elimu nyumbani, jinsi gani ya kutumia gesi kwa usalama. Lakini hatukuwafundisha hayo tu tumeuliza wa maswali kwa nini unahitaji kuwa na miti, na kama sasa hivi hali yao inabadilika, mvua zinanyesha tu, huu ni mwezi wa sita, lakini mvua zinanyesha bado. Yote haya ni kwa sababu nini? Hali ya hewa imebadilika ghafla kwa nchi nyingi duniani. Kwa hiyo sisi wa Tanzania na wana, wana, wa Tanzania wote tuna wajibu kuhakikisha kwamba tunaendelea kutunza mazingira, tunarithisha kizazi cha watoto wadogo, wanapokuwa wakubwa waendelee, wasianze kupata elimu wakiwa wakubwa. Uh, katika hii siku ya mazingira duniani sisi kama Oryx kwa kushirikiana na watu wengine na wadau wengine tunawahamasisha sana watu wasiharibu mazingira. Na na kutoharibu mazingira maana yake nini? Uwe na njia nyingine mbadala ya matumizi yako ya kunishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tunapokuja kuwaonyesha mtumie gesi, maanake nini? Moja kwa moja inalenga kwenye kuondoa uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo tunatumia siku kama ya leo kuelimisha watu na kuwasihi kuwakumbusha kwa, kwamba mazingira ndio maisha. Aa, nitoe shukurani nyingi kwa Oryx Gas kwa kuweza kutushirikisha katika swala so zima la usafi wa mazingira hivyo kusaidia kutengeneza mazingira yetu ya shule yetu kuwa masafi. Aidha, nichukue nafasi hii pia kuwashukuru kwa kuweza kutuletea vifaa vya usafi kwa maana ya dustbin kumi na mbili. Kwa hiyo ni shukurani hii itatusaidia pia kwenye swala zima la usimamizi wa mazingira yetu ya shule kuyafanya masafi na kufanya zoezi la usafi liwe endelevu shuleni. Kwa, kwa maadhimisho ya leo, naomba jamii izingatie matumizi ya gesi badala ya kuendelea na matumizi ya zamani yale ya kuni na mkaa, ambayo si rafiki wa mazingira yenyewe inasababisha uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo ni ushauri jamii itumie gesi kwani hata gharama zake ni nafuu kulinganisha na mkaa na kuni.